Na wakazi katika eneo bunge la Webuye Mashariki wameelezea kutoridhishwa kwao na mtindo wa viongozi wengi serikalini kutotimiza ahadi wanazotoa kila mara, kama anavyotuarifu sasa Edwin Sasaka. wakazi hao wa Webuye Mashariki wanahoji kuwa barabara kuu ya kutoka Misiri kuelekea Naitiri hadi Matunda katika kaunti ya Kamega imesalia ahadi ya kisiasa tu licha ya kuzinduliwa na serikali tofauti. He, Kavana Wangamati alikuja akalonji barabara na akasema wameweka pesa na hiyo pesa hatukuona. Ha, hatu president akakucha pia mwenyewe akalonji hii barabara akasema. Murkomen akakuja kwa hii barabara akalonji lakini haikutengenezwa E, president bila alikuwa madaraka ya Bungoma akatuambia tu vizuri e, barabara misi upirikitia nimeweka pesa tarehe moja mwezi wa saba itakwena inaendelea kuundwa, lakini hatukuona hiyo hatu, hiyo pesa ilikuja ama haikuja. Walisema barabara inatengenezwa haitengenezwi. Sasa hatujui bwana gavana, hii barabara inakuja kutengenezeka ama vipi? Na tunaomba mutu mwenye anakuja kuomba kura, tafadhali, mwaka wa kura ndio hii inafika. Mutu mwenye anakuja kuomba kura asiwai, asijaribu kuongelea mambo na barabara ati sijui mimi ndio ndamaliza hii barabara hiyo. Ukikuja jikakamue wewe peke yako, sababu hakuna kura utapata huku. Aidha, wanaojikwa tangu rais Daktari William Ruto kuzindua mradi wa umeme eneo hilo Hakuna mchakato wowote wa kusambaza umeme, maswali mengi yakiibuka iwapo ni ahadi za kisiasa tu, wakitaka viongozi kutoka eneo hili kuwajibika. Sema mambo na stima, sisi tukapiga makofi, lakini kumbe hiyo stima, makofi yetu ilienda bure. Stima hakuna penye alienda, ni kama alienda na miti pamoja na waya bila alienda, kasema ya kwamba Wamelenji nini in sitima? Hatujaona hiyo sitima, hatujaona mtu akikuja kushughulikia hiyo sitima, ama nyinyi mmeona mtu mwenye amekuja? So kwa hivyo kama hakuna mtu mwenye amekuja kuulizia ku hiyo mambo ya hiyo sitima z so, sisi tumekuwa a kama ni wimbo hiyo wimbo ndioziu umechoka nayo. Miezi miwili iliyopita, Rais Daktari William Ruto alizuru eneo bunge hilo katika soko la Lugulu na kuahidi kusambaza umeme mbali na kuanzisha ukarabati wa barabara kuu ya kutoka Misihu kuelekea Naitiri, ila hakuna dalili ya kuanzishwa kwa miradi hiyo. Mimi nimesimama sawasawa, nimepanga maneno hata pesa ya kuunda hii barabara yenu, sasa ya kutoka hapa, kutoka misihu brigadia, kwenda huko sasa tuko naye yule kontrakta ambaye yako kwa hiyo barabara ametusumbua sana, ni mtu wako na lukumba lukumba, mtu wako na sijui mambo ya sigalame, sijui kama tumekubaliana. Sasa nimeambia wizara, huyo kontrakta ambaye ameangaika hapo miaka nyingi, na mara anasema sijui nini nini, nimesema huyo jamaa ni kiripotia West TV kutoka barabara kuu ya kutoka Misihu kuelekea Brikidia, wadi ya Ndivisia Neobungela, Webuye Mashariki, kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Edwin Sasaka.